Ndoa yenu ina miaka mingapi mpaka sasa? Miaka mitatu. Miaka mitatu, najua wakina na mama ndio wanajua zaidi. Miaka mitatu na wiki ngapi? Miezi kadhaa, si ndio? Shemeji, hebu jazia nyama kidogo. Ni miaka mitatu na wiki kadhaa au miezi mingapi? Miaka mitatu na miezi mitano na wiki mbili. Safi sana, safi sana. Ongeza vigeregere vingi jamani. Safi sana. Mr. Lujo hebu am kujua nini siri ya mafanikio ya ndoa hii mpaka kufika miaka hii mitatu? Uvumilivu. Kama Yanga. Uvumilivu kama Yanga. Wana Yanga mmesikia? Safi. Shemeji, Mr. amesema ni uvumilivu kama Yanga. Ina maana wana Yanga wana, wana, wana moyo wa uvumilivu sana si ndiye? Hebu natamani sana pia kusikia kutoka kwako. Nini siri ya mafanikio ya ndoa hii mpaka leo miaka mitatu? uh, kusali pia. Kusali pia. Ndio. kwa hiyo naamini John pamoja na Veronika, kokote mlipo, mmesikia ushauri kutoka kwa walezi wenu wa ndoa ya takatifu, uvumilivu lakini pia kumshirikisha na kumweka Mwenyezi Mungu mbele. Asanteni sana. Hao ni best man pamoja na maid of honor.